Mimi nimekuja ina mambo mawili, cha kwanza mweli nichagua kuwa mbunge wa jimbo hili. Tarehe ishirini na saba tunavunja bunge, namaana nahitimisha kipindi changu cha miaka mitano. Lazima nije niwaambieni asanteni na muda wangu muliokanipa wa kuutumikia nimeutumikia vyema. Malaka nimepita maeneo mengi, wanasema hatujawahi kuona hiki, nikaambia ndio utaratibu ulivyo. Kwa sababu mlivyonichagua mie, nikaitisha mkutano mkubwa sana pale, kata zote tukakutana pale sabasaba, nikasema ninawashukuru sana kwa kunichagua. Kwa hiyo pamoja na kunichagua mimi nilisimama kama mbunge kuyatekeleza yale yaliyokuwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Yako maeneo tuna lugha tunasema ah, kimefanyika kitu gani? Lakini inawezekana ikawa kwako kisifanyike, kwenye eneo lingine limefanyika. Na kama mnavyoona kwenye nchi hii, fedha nilizopata mimi kwenye jimbo hili kutoka serikalini, jimbo lingine hawajapata tumeelewana jamani, lakini jingine, angekuwepo diwani hapa, tungempa maelekezo. Sasa kwa bahati mbaya naona shughuli zimembana Safali yuko safarini. Kwa hiyo tumepata barabara kilomita moja na nusu ya lami. Kwa hiyo wenye vitu wa serikali mpo, yuko mmoja, dada yangu mwingine. E, sasa nyinyi wenyewe mtakaa na diwani wenu mkubaliane katika kilomita moja hizo barabara gani na barabara gani zitakuja kuwekwa hizo barabara za lami <tipulia> na Chikongola na Majengo, ndio miji tunaozungumza, ndio Mtwara kwenye barabara hizo za lami tutakazoziweka. Chikongola pale napo na tumepata kilomita moja, hapa kuna kilomita moja kama na nusu hivi. Na mama, mtapata barabara nyingi hizi, vipande vipande vitakuwa vingi. Dada zetu wana biashara za maandazi usiku, au na vitu gani na vitu gani hmm? Ina maana wanawezekana wakaamua wenyewe bwana, sehemu gani usiku tuanzishe kituo cha kufanya biashara yetu ndogo ndogo, taa zinawaka na watu wanapita, wanafanya biashara zao. <laughs> Lakini vyema nikawaelezeni kwamba kipindi chetu cha miaka minne, mimi nimewapokea, wenzangu wamepita wabunge hapa toka mzee Mpeme kaja Sinani kaja Muriji kaja Mafuta. Na nilivyokabidhiwa mimi ubunge, nimekuta tunakata zaidi ya kumi na mbili hatuna shule za sekondari na ukienda kwenye majimbo mengine. Ukienda kwenye majimbo mengine unakuta kila kata kuna shule ya sekondari, kila kata. Lakini kwa muda mrefu sana hapa tulikosa hizo huduma. Kama mbunge, nilijitahidi kuzungumza, tulimwomba Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akatupa shule za sekondari tatu, ambayo ni Likombe, tumefungua juzi hapo Tandika, lakini iko Magomeni, na kuna shule nyingine iko kule ufukoni, hiyo ya primary. Lakini tumekwenda tumekuta kule chiiko kuna shule ambayo ilijengwa na wakoloni, yani miaka ya hamsini hamsini, shule ya primary darasa la kwanza mpaka la saba. Tukaenda kutafuta fedha, tukapata fedha, tukaiangusha ile shule yote, tumejenga madarasa saba mazuri ya kisasa. Shule ni mpya na watoto wanafurahi. Hapa leo unapozungumza, tumepata mradi moja mkubwa sana. Tutakuwa na stendi ya kisasa kama unayoona ile ya terminal ya Magufuli Dar es Salaam. Tenda ilishafunguliwa lakini, kwa bahati mbaya, kuna mambo kidogo ya kiserikali haijakaa ya vizuri. Mtu ambaye alipata ali hiyo tenda, nadhani kuna mambo aliyafanyafanya fanya. Kwa hiyo walisimamisha. Sasa hivi imetangazwa tena tenda sisi tumeingia madarakani tumekuta tuna migogoro mikubwa mitatu ya ardhi. Pale ufukoni stand Libya pana nyumba pale elfu moja na mia nane nimekuta mahakama imeshaamuru nyumba zile zivunjwe kwa sababu eneo lile lilikuwa la tajiri mmoja anaitwa Baghdad. Sasa hivi ni marehemu. Lakini nikakuta kuna mgogoro mwingine airport. Mangamba anaitwa niishi Mangamba na airport. Pana nyumba pale mia tisa kama na sabini hivi inakimbilia elfu moja nazo ziondolewe. Lakini kuna mgogoro mwingine pale Kioro Mbaye, eneo lile lote kuanzia kwenye mkuza unaopita bomba la gesi hapa chini mpaka kule juu kote, pana nyumba elfu tatu na mia sita zilitakiwa zivunjwe, kwa sababu hapo kwenye eneo la jeshi. Mwenye kumbuka miezi minne iliyopita, mitano, tulikuja hapa na waziri wa ulinzi tukazunguka na helikopta kule juu, tukaangalia mazingira watu walivyojenga kule. Waziri akanambia tafuta njia, omba appointment, ukutana na rais, ndio mwenye maamuzi. Mimi siwezi, lakini hawa lazima waondoke. Nilihangaika kwa kweli kwa hili. Kwa hili ninamshukuru rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nilikaa naye nikazungumza naye na kumuomba, na hoja ilikuwa ni moja. Nikamwambia Mheshimiwa Rais, hawa watu wamejenga nyumba zao muda huo walikuwa wana fedha sasa hivi ni maskini, wakishavunjiwa hizi nyumba wanakwenda kulala nje. Mheshimiwa Rais alinielewa akasema, basi tukutane na waziri. Tukapata nafasi ya kukutana waziri na wataalamu, tukakubaliana nyumba kumi na saba ndio zivunjwe, lakini walipwe fidia. Kwa hiyo serikali inatafuta fedha sasa hivi iwalipe fidia zile nyumba kumi na saba waendelee na mambo yao, ambazo zipo kule juu hiyo ni kazi ya mbunge wenu CCM. <applaud> Oye! Lakini tuna barabara nyingine ya lami, nayo itaanza. Hii inaanza mwezi wa saba, tenda imeshafunguliwa. Ukitoka pale anapokaa diwani wetu pale, anapotengeneza matofali pale ufukoni, mnapajua. Eh, unakwenda unaiacha hii barabara inayokwenda kwenye lada kutoka pale tunaweka tunaweka barabara ya lami mpaka Mbawala chini kule, lakini kutoka pale kwenda kwenye rada kuna barabara ya lami kilomita nne ambayo itatoka hapa chini kwenye junction mbele ya njia panda hapa kwenye lami hii barabara kubwa inayotelemka tunaweka lami kule mpaka kule kwenye rada kidogo. Chama cha Mapinduzi.